Naitwa Lutengano George Mwaliba. mimi ni mbunge wa jimbo la Busokelo katika wilaya ya Rungwe. Leo siku ya leo siku ya tarehe mbili tumefanya uzinduzi rasmi wa baraza la madiwani, na mimi kwa kweli, namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Jambo kubwa ambalo tume... jambo kubwa ambalo tumezungumza na tumeongea au yameaswa pale ni kwamba leo siku ya leo ni siku ambayo wananchi wengi wa Busokelo walikuwa wametega masikio yao kuweza kujua hili baraza la madiwani limejipanga namna gani kwenda kujibu kero na kuweza kukutana na matarajio ya wananchi ambayo kwa kweli ndio sababu iliyosababisha wachague viongozi wao katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 2030, kwa maana ya mimi mheshimiwa mbunge waheshimiwa madiwani. Lakini kitu kikubwa ni kwamba sisi kama madiwani wa halmashauri ya Busokelo tumejipanga vizuri kuwahudumia wananchi tukishirikiana na wataalam. Kama mnavyofahamu, halmashauri ni sehemu mbili, kwa maana ya wataalam, lakini pamoja na viongozi wa kisiasa ambao ni waheshimiwa madiwani, nikiwemo mimi mbunge. Kwa kweli, jambo kubwa ninalotaka kusema kwa Wanabusokelo, tungependa kwamba watupe ushirikiano kwa kipindi chote hiki, ili tuweze kufanya kazi nzuri kwa pamoja. Na jambo kubwa ambalo limesisitizwa mle ndani ni kwamba ni lazima sasa kila mmoja awajibike na aweze kuchukua hatua ya kuona ni namna gani kwanza kabisa anahakikisha anatoa mchango katika kuleta utulivu kwenye jimbo letu la Busokelo na katika nchi nzima ya Tanzania, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba tumepitia katika kadhia kidogo iliyotokea tarehe 29 baada ya uchaguzi, jambo ambalo hakuna mtu alitegemea, na kwa kweli katika jambo hilo ambalo kimsingi tunasikitika kwamba tumepoteza wenzetu na kupoteza baadhi ya mali kama alivyosema Mheshimiwa Rais, lakini kikubwa kuliko vyote ni kwamba tujifunze ni jambo gani limetupeleka na kutufikisha hapo. Hicho ndio jambo ambalo naweza nikasema. Kwa hiyo ni kimsingi, mheshimiwa rais akizindua bunge alisema kwamba tutafakari pande zote mbili, wote tumejifunza Serikali imejifunza na pia naamini na, na wananchi nao wameona kwamba ni kitu gani kimetufikisha pale. Kwa hiyo kuna jambo kubwa, kila Mtanzania anasema tungetamani serikali ifanye hiki, serikali ifanye hiki. Ila mimi wito wangu ni kwamba sio tu kwamba serikali kwa maana ya kuangalia wale viongozi, kila Mtanzania anao wajibu wa kuweza kutoa mchango kuhakikisha kwamba mambo haya yanasimama, tunazungumza kwa umoja wetu, tunarudi kwenye meza ya mazungumzo. Kuna hatua ambazo tayari serikali imezichukua basi mimi naomba wananchi tuendelee kuziamini. Yako maoni mbalimbali, wengine inawezekana bado hawajaridhika na hatua zilizochukuliwa, lakini mimi nafikiri katika kupeana muda hapo tunaweza tukafika sehemu. Lakini jambo kubwa kuliko yote ni kuhakikisha watanzania tunarudi pamoja, kudumisha umoja wa kitaifa, ili kuweza kupata nafasi ya kufanya kazi za maendeleo. Na jambo hilo limeelezwa vizuri pale na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na mwenyekiti kwamba ni lazima kila mmoja aone anatimiza wajibu wake kwa kutoa majibu kwa wananchi tukitoa majibu kwa wananchi, hapo ndipo haki itakapokuwa inatendeka tendeka, na kama tunavyofahamu kwamba amani ni tunda la haki, basi kila kitu kitakwenda sawa sawa. Kwa hiyo mimi binafsi niendelee kuwasiwa na Busokelo kwamba bado tunayo nafasi ya kuzungumza pamoja na kuweza kujiletea maendeleo kwa kuhakikisha kwamba hizi tofauti zote sisi tutaendelea kusikilizana na kuzungumza pamoja, na tutaendelea kufikisha changamoto zao kwenye vyombo vya maamuzi, ili kwa ujumla wake tuweze kupata suluhu na kujenga jimbo letu la Busokelo, halmashauri yetu na wilaya ya Rungwe inakuwa sehemu ya Watanzania ambao wote sasa hivi tunaimba wimbo mmoja wa kwamba amani ndio inaweza ikatufanya tufikie malengo yetu katika sekta mbalimbali. Pengine yapi matarajio, umekwenda kuzindua, yapi matarajio, yapi sasa nyewe umejipanga kuhakikisha mnawahudumia wananchi, na wewe na mapokeo yapi ili kutekeleza na ahadi iweze kutekeleza, Mheshimiwa Rais, pamoja na ahadi hizi tulizokuwa tumezitoa kipindi cha kuomba ridhaa kwa wananchi. Ni kweli kuna mambo mengi yameelezwa, kimsingi yale yote ambayo tuliyasema kwenye kampeni ni wahakikishie wananchi tunakwenda kuyatekeleza, kwa sababu yale tuliyoyasema wakati wa kampeni tulikuwa tunasema kutoka katika ilani ya uchaguzi. Kuyatekeleza na kuyatekeleza ni kwa namna gani? Kama tulivyosema ni kwa kupata ushirikiano wa wananchi pamoja na viongozi sisi, ili kwa pamoja tuweze kukaa na kupanga kuona namna gani sasa tunaanzisha safari ya maendeleo ili kujiletea maendeleo katika jimbo letu la Busokelo. Yako mambo mengi kama ulivyosema, hata hiyo changamoto ambayo imeelezwa ya katiba mpya ni moja kati ya mambo ambayo yameelezwa katika katiba ya CCM kwamba kutakuwa na mchakato wa katiba mpya. Kwa hiyo mi naomba tu kwamba tuendelee kuamini mambo mazuri yatakuja, tupeane muda ili angalau yale yote ambayo yamesemwa basi yaweze kufanyika. Na mimi rai yangu kwa kweli kwa waheshimiwa madiwani wenzangu, kwa kweli tutoke tukawasikilize wananchi, tutoke tukalete majawabu ya wananchi. Wataalamu tumeongea nao pale pia nao waende kusikiliza wananchi. Manake haya yametokea hapo, ni kwa sababu gani? Hawezi akafanya mheshimiwa rais peke yake. Ni kwa sababu wako wananchi, wako Watanzania wengi wamekosa majawabu, na kama wamekosa kusikia kwenye mamlaka rasmi, watu watasikiliza kutoka sehemu nyingine yoyote ile. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kwamba sisi tulioko katika mamlaka rasmi lazima tuhakikishe kwamba tunaongea na wananchi na kuwapa majawabu, tunashughulikia kero zao na tunazipeleka kwa, uwa, kwa uhakika wake bila kuleta mambo ya ujanja ujanja na nini. Lazima tujue sasa hiki kizazi kimebadilika, ndio ukweli uko namna hiyo. Teknolojia hii ambayo kila, kila wakati tunaipigania inaleta maendeleo mengine na maendeleo mengine yanaweza yakawa mazuri yanaweza, hii, habari, hii upashanaji wa habari umekuwa kiwango cha juu sana, hauwezi ukazuia. Leo mtu anaweza akafanya maamuzi kwa, kwa, kwa kutoka sehemu yoyote ile. Kwa hiyo mimi rai yangu ni nini? Sisi tulio kwenye, kwenye sehemu rasmi kwa maana ya sisi wanasiasa, wabunge, madiwani watumishi wa, wa, wa serikali. Sasa sisi tuhakikishe kwamba tunakwenda kupeleka taarifa rasmi. Mimi naamini bado tunayo nafasi ya kuzungumza na vijana wetu, tunayo nafasi ya kuzungumza na Watanzania wenzetu katika kuhakikisha kwamba tunakaa pamoja na kufanya kazi za maendeleo ili tuweze kulisa, kulisaidia taifa letu. Mambo yaliyotokea ni mambo mengine, kwa kweli tunasikitika sana hatukutegemea tutafika hapo. Kama alivyosema mheshimiwa rais, Mheshimiwa rais amesema, na mnakumbuka tunafungua bunge, alisema tuomboleze kwa roho za watanzania wenzetu. Lakini ndugu zangu, sisi ni maskini, hatuna sehemu nyingine ya kwenda. Tuangalie ule uharibifu wa mali uliofanyika, pia ni changamoto nyingine. Hebu tuendelee kukaa kuzungumza. Leo hii sisi maskini, tukiharibu hospitali zetu, tukiharibu shule zetu, tukiharibu na vitu vingine, tukichoma lami zetu, tutakuwa tumejirudisha nyuma sana kule tulikotoka. Lakini kama mnavyofahamu kwamba haya yote yanatokea kwa watu kukosa majawabu. Narudia tena, viongozi, tutafute majawabu, tumsaidie mheshimiwa rais kwa kupeleka majawabu tukipeleka majawabu kwa, wata, kwa wananchi wananchi, wataelewa. Na nimesema mwanzo, wasipoelewa wataelewa kutoka taarifa yoyote ile wanaweza kupata. Kwa hiyo ndugu zangu, hebu tujitahidi kuhakikisha kwamba sisi, nihakikishie Wanabusokelo kwamba sisi viongozi wao tumejipanga vizuri na tutakuwa mstari wa mbele kubeba mawazo yao bila kuyachakachua, kama yalivyo ya tuyapeleke katika sehemu husika, kwa maana ya serikali na sehemu zilizofika. Tusijaribu, maanake mara nyingine na sisi viongozi tulioko huku chini, changamoto yetu tunataka kuimpress, tunataka kufurahisha, tunapeleka mawazo yetu ili kufurahisha, badala ya kupeleka uhalisia. Kwa hiyo wale viongozi wanaofanya maamuzi saa nyingine wanaweza wakabeba waka mzigo wa lawama. Lakini kwa sababu taarifa walizozipata zinakosa usahihi wake, kwa hiyo mimi nafikiri tufanye kazi kwa dhati kama Watanzania, na taarifa sahihi na ushauri sahihi tupeleke kwenye vyombo vya maamuzi na kwa viongozi wetu, ili hao wananchi waone kwamba tunao uwakilishi sahihi, waone kwamba tunao viongozi wanaopaza sauti kwa ajili yetu. Mimi hayo ndio ninaweza kuyasema kwa wanabusokelo kwa sasa, lakini rai yangu tena nirudie kusema kwamba naomba tukae pamoja kama taifa kuhakikisha kwamba mambo mazuri tunajipangia wenyewe na taifa letu bado tunazo platform za kuweza kuzungumza.